Katika alama za kutafuta wewe saumu yangu ilipokewa ni hii, ni pale ambapo Ramadhani ikiondoka, mtu huyu amekuwa bora kuliko alivyokuwa mwanzo. Hii inampa picha hata saumu yangu ilipokewa, hii saumu imenibadilisha, nimekuwa mzuri zaidi. Lakini kama mtu alivyokuwa na Ramadhani imekuja na imetoka yuko vile vile au mbaya zaidi, basi ile saumu kwake haikueleweka. Kwa hiyo, kama haikueleweka, itakuwa imepokewa vipi? Haikumfanya chochote, lengo la saumu hakulijua. Saumu kama imekuja, haikukubadilisha chochote, nafsi yako uko vile vile kama ulivyokuwa mwanzo. Yaani kama kulikuwa kuna mabaya uliyaweka tu reserve. Saumu imekwisha tu umearudia yote be moja kwa moja, jipime saumu so, yangu ina matatizo sikuitambua. Hizi ibada alizoziweka Allah ziko sura hiyo hiyo, anil fahshai walmunkar. Swala so, tabia yake inakataza mambo machafu. Kwa hiyo kama siku zote una swali siku zote una swali, lakini uko vilevile tu mbovu tu mbovu Unaswali vipi wewe? Yaani tujipime katika hizi ibada zetu. Kwa hiyo wema waliotangulia kwenye hii somu ambayo ndio mnasaba, kila mmoja ajikague, nimebadilika kidogo? kama nimebadilika, umetambua saumu yako ilifanya kazi na huenda Allah akawa ameipokea. Hujabadilika chochote, bali umekuwa mbaya vile vile, Allah atulinda na shari hiyo.